mhusika mkuu ni mwanadada mrembo mlimbwende Wema Sepetu, baada tu ya taarifa ambazo zimesambaa mitandaoni zikiwa zinathibitisha wazi kwamba ujauzito wa Wema Sepetu, baba ni msanii Diamond Platnumz. Yametokea mambo mengi sana hapo katikati, lakini pia tumeweza kuona ni kwa namna gani Zuchu imemwasiri kwa kiasi kikubwa sana baada tu ya kufahamu wazi kwamba mwanaume wake Diamond alichepuka na Wema Sepetu na akafanikiwa kumpatia ujauzito, ni kitu ambacho kime Zuchu imefikia hatua eh, Juma Lokole anakuambia Zuchu akabeba mabegi yake na kuamua kuondoka. Na kwa sasa hivi eh, Zuchu yupo kwa mama yake ambaye ni Hadija Kopa, na mpaka Diamond Platnumz eh, akirudi hapa Tanzania, basi prosesi zote zitaendelea, eh, au kama Zuchu ndo kama hivyo anataka talaka yake, Diamond Platnumz ataangalia ni kwa namna gani ya kuweza kumtuliza mwanamke wake, lakini familia ya Diamond imethibitisha wazi kwamba ni kwa namna gani hawajawahi hawajawahi kumpenda wala mkubali Zuchu hata kidogo, kwa sababu ukiangalia mama Dangote ameshindwa kuangalia hata utu tu wa Zuchu au eh, ameshindwa kuangalia kwamba Zuchu eh, yupo pale nyumbani eh, na ameolewa na mtoto wake ndoa kabisa, lakini yeye akaamua kumfanyia sherehe kubwa mrembo Wema Sepetu, kuonesha wazi kwamba amefurahishwa na kitu ambacho Diamond Partner ameweza kukifanya kwa Wema Sepetu, jambo ambalo kila mtu analizungumzia kwa namna ya tofauti huko mitandaoni, wengine wakiwa wanadai, eh, mama Dangote ile chuki yake ambayo ambayo amepandikiza ndani uh, kuhusiana na msanii Zuchu imeendelea kumsumbua mpaka leo hii. Uh, bado hataki kufungua nafsi, bado hataki kumkubali Zuchu kama mkwe wake, licha ya kwamba tunawaona mitandaoni wanajitahidi na kujaribu uh, kujionesha kwamba wanapendana, lakini mama Dangote hajawahi kabisa kumkubali msanii Zuchu. Uh, sherehe imekuwa ni kubwa sana, mama Dangote ameweza kualika watu wengi sana, mastaa wengi wameweza kualikwa, lakini pia tumeona namna ambavyo familia imeshirikiana Kina Esma Platnumz na wao pia walikuwa katika hiyo shughuli, wakiwa wanamkaribisha basi tunaweza kusema wifi yao, lakini pia kwa mama Dangote, yeye ni mkwe wake, kiufupi tunaweza kusema hivyo. Sasa inashangaza kuona kwamba mama Dangote anamuita Wema Sepetu mkwe wake. Imekuwaje kuwaje? Au kuna ndoa nyingine ya kimya kimya ambayo Diamond Platnumz labda alifunga na Wema Sepetu, au kuna kitu gani ambacho kinaendelea, kwa sababu sisi binafsi tunafahamu mke halali wa Diamond Platnumz ni msanii Zuchu na wala hakuna mwanamke mwingine ambaye tayari ameshaolewa na msanii Diamond Platnum. ni kama vile Mama Dangote anajitoa ufahamu, ni kama vile anajisahulisha kwamba Zuchu ameolewa na mtoto wake, ndoa kabisa kwa shehe, na shehe Walid aliweza kuwafungisha pale Kinondoni na wakathibitika wazi kwamba wao ni wanandoa. Lakini cha kushangaza, familia imeendelea kumsapoti Wema Sepetu na kuonesha ni kwa namna gani amefanya jambo sahihi na ni kwa namna gani anaenda kuleta wajukuu kwa mama Dangote na sio tu mjukuu, ni wajukuu wawili, kwa sababu inasemekana Wema Sepetu ameweza kubeba ujauzito wa mapacha, anatarajia watoto wawili na wala sio mtoto mmoja. Jambo hilo limewafurahisha sana mashabiki wa Wema Sepetu, wengi wao wakiwa wanampatia pongezi nzito, wengine wakiwa wanamshauri Wema, dada yetu Wema jamani, katika hiki kipindi ni bora tu ungetulia ndani, ni bora tu ungenyamaza, kwa sababu wachawi ni wengi, wenye husda ni wengi, ambao hawatamani wema wito mama ni wengi e, bora tu ungetulia ndani. Lakini wengine wakiwa wanampongeza Wema Sepetu na kumtakia heri e, kwamba muda wote saa yoyote Wema Sepetu atajifungua e, salama salimini, lakini pia katika familia ya Diamond Platnumz mtaweza kupata baraka hii kubwa, e, kwa ni watoto mapacha ni baraka jamani, e, hakuna mtu ambaye hapendi mapacha. Watu wengi sana familia nyingi sana huwa zinapenda sana baraka ya mapacha kwa sababu e, ukiangalia uki, e, tuwa zako pacha mara ya kwanza alafu mara ya pili twapacha kwa mwanamke umejipunguzia kiasi fulani. Uh, ukiangalia utakuwa ume za mara mbili tu lakini una watoto wanne ni jambo ambalo hakuna mtu ambaye hapendi. Kila mtu anapenda sana watoto mapacha. Kasa, ukiangalia, upendo mkubwa ambao Wema Sepetu amekuwa akioneshwa na Mama Dangote ni baada tu ya Mama Dangote kufahamu wazi kwamba anatarajia wajukuu mapacha. Hicho ni kitu kikubwa sana kwa Mama Dangote, lakini tunaweza kumpongeza Mama Dangote, amekuwa ni bibi wa tofauti sana, ni bibi ambaye anapenda sana wajukuu zake. Mara nyingi sana amekuwa akimhimiza Diamond kwamba ukipata mtoto huko hakikisha unamleta hapa, mimi nitamlea, nina kazi gani ya kufanya? mimi ndo bibi yao, nitawalea hawa wajukuu na nitaishi nao vizuri. Na ndio maana mara nyingi sana mama Dangote huwa anamwambia Zari, kwa nini usiniachie hawa watoto jamani? Mimi ni walee, wewe na wale watoto wakubwa unaweza ukaishi nao eh. Lakini hao wa mwanangu huwalete, uwalete tu hapa niwalee. Lakini Zari ameendelea kuwa mgumu na mpaka dakika hii unaambiwa, Zari hawezi kukubali kabisa watoto wake kuja kulelewa hapa Tanzania na mama Dangote. Wewe kama shabiki yetu unalipi la kuzungumza ba. Baada tu ya sherehe hiyo kubwa ya Wema Sepetu ambayo amefanyiwa na amepewa zawadi nyingi sana za mtoto, tuachie maoni yako, lakini pia tusahau kusubscribe, ku like, na kuturn on notification.